Mtu mzima mtoto sehemu ya kumi na nne. Ilipoishia walicheza kwa muda ambapo Vic alinogewa na kuona kama anacheza na mtu mzima mwenzie, alijiachia, ambapo Sefu alianza kupitisha mikono yake iliyoingia ndani ya blauzi aliyoivaa Vic mpaka juu kwenye kitovu cha kushangaza, Vic aliweka mikono yake juu ya mikono ya Sefu huku akifanya kama anaitoa. Alipoona Vic anagoma kwenye hilo, alimkumbatia kisawasawa na kupeleka ulimi wake mpaka sikioni mwa Vic. Alipiga yowe la utamu. Endelea. Sefu hakumwacha, aliingiza ulimi wote kwenye sikio la Vik huku akimtekenyea na kusababishia mtoto wa watu aliye kwa utamu aliyouhisi. Kumbe masikini wa Mungu mtoto wa watu akiguswaga masikio anakuwa hoi haso na hawezi kujizuia kabisa. Sefu alichomoa ulimi wake masikioni na kumwita jina lake. Mm, aliitikia Vik kwa sauti ya kulegea huku wote wakiacha kucheza mziki. Mwenzio nina hali mbaya naomba unitibu. Kauli hiyo ya Sefu ilimfanya Vic kugeuka na kumtazama. Ina maana unataka tufanye mapenzi? Mbona we mdogo, halafu miniko kwenye siku za hatari, naweza pata mimba nikifanya sasa hivi? Baada ya kauli hiyo ya Vic, Sefu aliuchukua mkono wa Vic na kumshikisha dudu lake lililosimama kwa hasira, kisha akamkumbatia na kuendelea kumnyonya msikio yake. Alishajua hapo ndipo udhaifu wake ulipo. Alinyonya masikio yake kwa muda ambapo dada wa watu alikuwa akilalamika kwa utamu kama anataka kumwaga. Mikono yake ilikuwa ilianza kumshika Sefu dudu lake, basi Sefu alimvuta Vik mkono wake, ambaye alikuwa anakwenda mwendo wa sitaki nataka na taka, na kumwingiza kwenye nyumba fulani iliyokuwa haijamaliziwa kujengwa. Sikiliza kwanza ujue hiki tunachokifanya sio kabisa. Jamani, kwani hofu yako nini? Mimi nitamwagia nje. Haya, niambie, unaogopa nini? Mnanogewaga nyie, hata hamkumbuki kama kuna kumwaga nje. Mimi nitakumbuka, halafu usiwe mbishi sana jamani. Hivi ni kweli leo nafanya mapenzi na mtoto kama wewe? Mi sio mtoto kama unavyofikiria. Yaani tumetoka kote kule halafu hapa uje ukatae? Haya basi, haraka haraka utaumia, tutaenda taratibu. Mabishano kati ya Sefu na Vik yalichukua muda kidogo kabla ya Vik kuachia wazi mapaja yake. Aliona kama dharau fulani kufanya mapenzi na mtoto, ila hakuweza kupingana na hamu yake iliyokuwa inamsukuma kwa kasi kubwa. Sefu alivamia kifua cha Vik na kuanza kumnyonya chuchu zake zilizosimama kwa hamu. Mtoto wa watu aliishia kuguna kwa utamu aliouhisi. Tayari kidole cha Sefu kilishapita na kuingia kwenye kitumbua cha Vik kilicholowa muda mrefu. Alishusha pedo yake pamoja na chupi yake aina ya bikini, alipoona atachelewa akiivua pedo yote, kwani walihitajika kuwa tayari, hata wakifumwa wavae haraka. Alichokifanya Sefu, alishusha ile pedo mpaka maeneo ya magotini, kisha yeye akashusha suruali yake iliyokomea kwenye miguu yake chini kabisa. Makalio ya Vike alijibinua vyema, ambapo Sefu aliyashika na kuongeza kuyapanua kwa kutumia mikono yake, ambapo alishika kalio la kushoto na kulia kisha akafanya kama anagawanyisha mipira miwili iliyokuwa sehemu moja. Alichukua dudu lake na kuliingiza taratibu kwenye kitumbua. Sauti za mahaba zilitawala jumba lile. Hazikupita dakika kadhaa, Sefu alimwaga kabisa uji wake ndani kabisa kwenye kitumbua cha Viki. "Sasa ndiyo umefanya nini jamani? Aliongea hivyo Viki huku hamu ya kuendelea ikimwisha kabisa. Nimepitiwa jamani, ilikuwa tamu sana. Alijibu Sefu kwa kumzuzua huku akijua wazi lengo lake limeshatimia. Sasa nikipata mimba itakuwaje? Nitaitunza. Alijibu hivyo na kumfanya Vic kutaka kucheka bila kupenda, kwani akimwangalia Sefu ni bado mdogo sana. Yaani we mtoto, sijui umenipa nini? Ulichonipa wewe ndicho nilichokupa mimi, hakuna tofauti. Mini na moja, we una sifuri. Tukiongelea kifaida nimekuzidi, japo bila sifuri huwezi kuipata moja. Una maana gani? We mtoto. Maongezi haya wakati yanaendelea Sefu alimkumbatia Vic kama mpenzi wake, naye Vic alitulia kimya na kujilegeza kwa Sefu kama saizi yake vile, mziki ukiwa unaendelea nje ambapo watu walijaa na kuchangamka haswa. Wengine walishapigana kwa ajili ya kugombaniana wanawake, wengine ni kama hulka yao, pindi walipolewa walileta ugomvi mahali hapo, pakawa pana vumbi jingi lililopanda juu, ambapo wachezaji hawakujali hilo pindi walipojitokeza tu sura zao, mara walikutana na kundi la watu wanne wakija kwa mwendo wa haraka ambapo walionyesha wazi wanakuja mahali walipo wakina Sefu. Machale alimcheza Sefu kwamba yawezekana kundi hilo linamhusu yeye, kwa vile walikuwa kama umbali wa hatua ishirini kutoka walipo wao. Sefu akafanya maamuzi ya haraka alimwacha Vic na kutimua mbio za hatari ambapo lile kundi likagawanyika vijana watatu walimfuatilia Sefu alipokimbilia huku mmoja akibaki aliposimama Vic. siamini kama umefanya na yule mtoto mapenzi kumbe alikuwa ni Chris ambapo muda huo alianza kumlaumu dada yake mbona sijafanya kitu jamani kaka tena ana bahati Sefu nimechelewa kupata taarifa angefia humu kwenye hili jengo taka maamuzi ya kufanya mapenzi na mtu yeyote si ni nayo mimi. Alipigwa kofi Vic ambapo moja kwa moja alikimbilia ndani huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika shavu alilopigwa kofi kwa upande wa Sefu. Kitu kilichomwokoa ni giza, sehemu alizopita zilikuwa na giza sana kiasi kwamba wale jamaa walishindwa kujua alipoelekea. Kingine alichojaliwa Sefu ni mbio ambapo Napo aliweza kukimbia kwa haraka umbali mrefu, ila alichoka mapema kwenye hilo suala aliokoka nalo, ambapo alifika nyumbani kwao akiwa amechoka sana. Aliingia na kupitiliza chumbani. Baada ya siku mbili Sefu kuzitumia kukaa nyumbani hapo, liliibuka jambo jipya. Shule aliyosoma Sefu lilikuwa gumzo kwa kila mmoja ambapo si wanafunzi, walimu hata wanajamii waliliongelea suala hilo. Kibaya zaidi, walilijua kwa kina, ilikuwa ni kashfa mbaya na ya kuhuzunisha sana kwa kila aliyekuwa na moyo wa kibinadamu. Wakiwa wamejikusanya walimu wa shule nzima, walikwenda kumwona mwalimu mwenzao aliyekuwa amelazwa hospitali kwa muda kidogo bila kupata nafuu. Si mwingine alikuwa ni Mwalimu Walda ambaye ndio mwalimu mkuu wao. Alilazwa hospitalini ambapo ugonjwa wake ndio ulikuwa gumzo kubwa kwa wanajamii. Wanaendeleaje mwalimu? Aliuliza mmoja kati ya walimu waliokuja kumtembelea. Siwezi kupona, lakini siwezi kufa leo, kwa hiyo hali yangu haiwezi kuwa nzuri. Hamna mwalimu, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapona. Siwezi mwalimu wangu, lazima umauti unifike, sina namna ya kukwepa hili. Usiseme hivyo mwalimu, Mungu mkubwa. Haya, nashukuru kwa kunipa moyo. Baada ya kuongea kwa muda wa kama nusu saa, walipotaka kuondoka, Walda akamwita mwalimu Palanjo, mmoja kati ya watu waliomfaidi kimwili Walda. Sikiliza Palanjo, usiwe kama mimi. Tulia sasa, utawaua wengi. Usiniambie kitu chochote, mshenzi wewe, huna hata haya, baladhuri mkubwa wewe. Usiwe na hasira Palanjo, wakati unakula utamu hukuniita baradhuli. Isitoshe, hujapima bado, yawezekana wewe ni mzima. Mwalimu Palanjo hakutaka hata kumsikiliza tena, alitoka nje kwa hasira na kubamiza mlango wa hospitali hiyo. Vijana wengi wa mtaani ilikuwa kama kilio, kwani Walda alishawapitia wengi wao. Hata wake za watu pia walihuzunika, kwani waume zao walishawahi kutoka kimapenzi na Walda. Na kuhusu ugonjwa wa Walda, kwa kila aliyekuja kumwona aliambiwa yake. Walda hakutaka kufa bure, bali aliwaumbua wote aliotembea nao, huku wengine akiwatumia watu wawaambie waende wakapime. Mwalimu Palanjo alifungua safari mpaka nyumbani kwa kina Sefu ambapo aliwakuta wazazi wa Sefu, alisalimia vizuri huku akihema, ambapo hakutaka kuliongelea suala alilokuja nalo wakiwa wote wawili. Alichokifanya, alimchomoa baba Sefu na kutoka naye nje. Ndiyo mwalimu, nakumbuka jina lako ni Palanje, eh? Hapana, ni Palanjo. Aha, ni Palanjo. Mzee wangu, lete maneno mwalimu. Mzee mwenzangu, kuna jambo zito nahitaji kukuambia kuhusu huyu mtoto wenu Sefu. Ndiyo mwalimu. Lakini mzee mwenzangu, moyo unayo? Namaanisha, unaweza kuhifadhi siri? Basi unavyoniona hapa, nina siri nyingi sana, tangu niko shule ya msingi nahifadhi siri mpaka umri huu. Usiwe na shaka, wewe niambie tu. Mwanao Sefu alishawahi kutembea na mwalimu Walda, huyu mgonjwa anayeugua gonjwa la kisasa ambaye habari zake zimesambaa mtaa mzima. Mwalimu, hivi ulimaliza chuo kweli? maana naona akili zako hazina akili kabisa. Mwanangu yule mtoto mdogo kabisa akafanya mapenzi na jimama lile. Mbona hilo tunajua muda tu kama kaungua yule. Wenaona unaota, ukiamka uende shuleni. Mzee Sefu, ninachokwambia ni kwa ajili ya mwanao, shauri lako. Potea mshenzi wewe, huna hata la kuongea. Nasikiaga tu mwalimu Palanjo kama mzee pembe, ubongo pamba, mawazo ya pimbi, akili pumba. Waliachana hivyo baba Sefu na Palanjo ambapo Palanjo alielekea kwake huku baba Sefu naye akijirudisha ndani. Sefu aliporudi nyumbani alimkuta baba yake akiwa anataka kwenda kwenye biashara zake. Alipomsalimia tu, mzee akaanza kumweleza alichoambiwa na mwalimu Palanjo. Alimweleza Sefu kila kitu ila kwa mtindo wa kumtetea kwani kwenye akili yake alijua wazi Sefu hawezi kufanya hivyo. Sefu alikana katukatu kuwa na tabia hiyo ya kufanya mapenzi na wanawake. Tena aliongeza kusema hajawahi kufanya mapenzi kabisa kitu ambacho mzee aliamini kabisa. Kumbe Sefu wakati akiwa anarudi ndio akapata kuzisikia habari za mwalimu Walda kuwa ameathirika na alikuwa anafanya kuusambaza ukimwi kwa kila mtu aliyelainika na kupita kwenye anga zake. Kiukweli, Walda aliambukiza watu wengi sana. Mtaa ulikosa amani kwani kila aliyetembea na Walda alijihisi ana ukimwi. Pia hata ujio wa mwalimu Palanjo hapo nyumbani, kabla hajafika yeye, alishambiwa. Hivyo alitegemea kuambiwa kile alichoambiwa na baba yake. Na hiyo ndiyo sababu iliyomfanya asishtuke alipopewa taarifa na baba yake za mwalimu Walda kuwa ana ugonjwa wa ukimwi. Taarifa zilienea sana kuwa Sefu ameathirika, kwani watu walishaanza kupata nyepesi za mtaani kuwa Sefu ni mmoja kati ya waliotembea na Walda. Uoga ulimjaa Sefu, ambaye hakuwa na amani ya moyo hata kidogo. Alichokifanya Sefu, alifungua safari mpaka hospitalini ambapo jambo hilo lilikuwa kati yake na Mungu wake moja kwa moja. Alipima damu yake, ambapo alipopewa majibu hakuamini kabisa macho Dokta, embu naomba uniambie kama ninao au sina? Aliongea hivyo Sefu, huku kijasho chembamba kikimtoka. Alionekana kuchoka bila hata kufanya kazi ngumu. Usijali, punguza jazba kwanza, jazba yako haiwezi kubadilisha majibu, hivyo ni vyema ukatulia mtoto mzuri na kusikiliza majibu yako, sawa? Eh, aliongea kwa ukarimu daktari huyo aliyekuwa mama fulani wa kikubwa. Haya, daktari alijibu sefu kwa upole. Unajua, haijalishi majibu yatakavyokuwa, unatakiwa kuyapokea kama yalivyo. Ukiwa hauna ukimwi haimaanishi wewe ni mzima sana, na unatakiwa kuzingatia ngono salama pia. Usiwe mtu wa kufanya mapenzi na wanawake tofauti tofauti, hiyo huhatarisha maisha sana, hususani kwenye maambukizi ya magonjwa mbalimbali, siyo ukimwi tu. Vile vile ukiwa na ukimwi sio mwisho wa maisha, kijana wangu. Wengi hudhani hivyo na kukata tamaa mpaka kufikia hatua ya kujiua au kuchukua uamuzi wa kuueneza kwa makusudi, madai yao hawataki kufa peke yao. Lakini amini na kuambia hiyo ni dhambi kubwa sana katika ulimwengu huu. Ndiyo, nimeshaathirika hivyo. Jamani, ukiona maongezi yanakuwa mengi, ujue tayari hivyo. Sefu alianza kulia kabisa, huku chozi likimtoka, kwani alikariri kwamba maelezo yakiwa marefu, ujue tayari umeathirika. Itaendelea.